Mwenyezi Mungu yupo pamoja nawe mtazamaji. Natumai unakuwa mzima wa asha buheri. Ungana nasi katika dira toka Fizi News Event Centre. Mimi ni Natasha Mingo Andrea, tukiwa DRC Mei kumi na sita mwaka tulimo jimboni Kivu Kusini, tuweze kuangazia habari hizi tukibainisha maafa yalitokea Simbi. Wazalendo walienda kufunga mtu mmoja ambaye ni mwenzao baadaye mmoja wao aliuana, walionekana pia naye kumwondolea maisha papo hapo. Habari ikoje mwenzetu Lobonga Abakwa la voix ditombwe, tupe maelezo ya ziada. Tunajiunga na kiongozi wa shirika la raia sehemu hilo na anajitambulisha kwa majina alo, kiongozi? Ndio mkubwa unatupata vizuri hapo Simbi? Ndio nakusikiliza, unaweza kujitambulisha? Mimi ni president Societe Civile NDC Malicha kwa majina ni Leon Washikara Bulimwengu. Kuna taarifa kwamba kuna maafa yamefanyika pale, sijui e, taarifa hizo ziko namna gani? Ndiyo, kuna maafa ilipitika hapa ndugu zetu wazalendo FPDC. Ilikuwa majana wa mida za mchana, wazalendo walikwenda kumfunga mwenzao mzalendo, alikuwa fasi moja kwenye kilabu cha pombe Walipofika pale wakuelewana zaidi kimaongezi na mwenzao yule, mwenzao alifika na apiga mwenzao lisasi, mbona ilikuwa inasema mfunga. Ndo pale pale wenzake walifikia kumfunga na wakwenda naye kule kukaa. Walipofika kule kukaa, tena wakakaa naye kule kwenye alipigana masasi nao, akamtia pale, akampiga masasi, ndo gisi wote wale walikufa jana. Ina maana ni watu wawili wamekufa eh, wote wakiwa ni wazalendo wote wawili ni wazalendo wote wa mouvement PDC ya mzee hayati Kibukila, inaongozwa kwa sasa na mzee Bulingu Wame. Wale wale wazalendo ni wa- wanakaa hapo hapo Simbi au Malicha au wametoka au sehemu sehemu fulani, wote walikuwa nakaa kukaa moya pale Malicha pale. Kwa sasa hali iko namna gani pa Malicha? Meshukuru, kuna kausalama usalama kidogo, kwa sababu wote Baadhi ya kukufa, mmoja alibebewa mkera nyumbani kwao, mwingine akarudishwa haraka nyumbani kwao Malicha. Hali kwa sasa ni shwari kidogo. Kuna taarifa kwamba watu waliuana kwenye kamba, ni kwamba walikuwa wanatoza ndio wameuana, hizo taarifa nea sio za kweli. Aa, hizo sio za kweli kwa sababu wanaouana wote ni wanajeshi wawili. Nyinyi kama vile kiongozi, wewe kama vile kiongozi wa shirika la raia sehemu hiyo hiyo, hali kabisa ya wazalendo kutokuelewana na kuuana wao kwa wao, wakati Eh, tu katika hali ya kusubiri adui pengine wa... ya kupigana oh, kwa, oh, kwa na adui wao kuwa wanakuwa na, na vurugo mnalisia namna na gani hilo jambo? E, tunasema kwanza ni huzuni sana, ambao tunazidi kupokea kila leo habari kama na hizi na hali kama na hii, lakini tunasema tuende na wakati kwanza, na sisi kwa, kwa sababu tumeshasema tumechoka, ila tunazidi k-kuambia ndugu zetu wajitulize. Adui bado hajafika lakini, hapa na pale, masase yenye hayana kazi hayana ya vita, maafa kama na hata tokea, tokea tu. Je, mmeshawasiliana me, au kuongea na viongozi wa FPDC eh? Wanasemaje kuhusu hilo hilo jambo? Tumeshaongea na wakubwa, najua ukiwa mkubwa nalinda watu wa mingi, na kuna mara naye anasema anaambia watu wake watamwelewa lakini tunapokea kwa huzuni sana kupoteza watu wawili kwenye eneo pasipo vita yoyote ile, kwenye maongezi madogo madogo tu ya kutokuelewana. Wazalendo wote ni wa-, wa, wa. Kwa nini wamechukua hiyo hayo maamuzi? Mtu ameshauwa mwenzake na wamuue? Je, hakuna sheria ambayo inasema kwamba mtu akiua mmoja lazima naye auawe? Kwa nini wamechukua hiyo hayo maamuzi? Kama umeongea nao wamesemaje? Hiyo ni suala ya wanajeshi, hatuwezi tukaingilia zaidi kwa sababu wenye waliuana ni wanajeshi na wenye walikia ule mwingine, wenye waliua ni mwingine wanajeshi. Yaani ni mambo yao wenyewe, walijisikia wafanya vile kama maamuzi, kwani hatujui hali ya ule ambaye aliuana, kama alikuwa ashamchukulia hali gani, kama alikuwa sha, hifadhi zaidi, hatujui. Je, viongozi wao wameshawasili pale Malicha kwa sasa kwa ajili ya kufanya ma, ma, ma, ma uchunguzi kwa hivyo hivyo vifo viwili ambavyo wamepoteza hapo? Ndio, kuna wamoja waishafika si, uchunguzi na kwa sasa hakuna ya maitia ya wote wawili ambao hakuna mmoja ambaye iko pale kwa sababu maiti zote zimeshatoka zaidi hapo, lakini yoni kwa yoni kwa, kwamba hilo jambo linaweza sababisha hata ma, ma, ma, mizozo ya, familia, sababu watu wazalendo wote watu, zaidi watu wafizi, apa, wa, zaidi wote ni watoto wa Fizi wa familia hapa Fizi. Ikiwa imoja familia inasikia mmoja wao anafiwa, mwingine anafi, hawezi kule, hawezi sababisha mizozo kati ya mafamilia mbili? Hiyo hali kabisa tunazidi kuomba viko... nani wakuwa viongozi wa zaidi sana wa kimajeshi wa kizalendo wa ndugu wa ndu zetu, wazidi kuweka watu wao chini sana, wazidi kuwashauri na wazidi kuwapatia mawazo ya kutupatia sisi amani, kama vile raia was-wakati kama na hii, tunasubiria amani, tunasubiria wa ndugu zetu maskari jeshi wa FARDC wakuonatutetelea kwa kututafutia usalama, lakini kila leo tunasikia masase nini, tunaomba ile hali sizidi kuendelea kwa sababu hata sisi kwa sisi, wao kama kio anavyosema, na familia italeta chuki, italeta chuki nakuja itatuma hapo, kesho kesho yake sisi kwa sisi tunaanza tena vita. Tulishuhudia wazalendo zamani wankina Mzee Abrahamu Dunia Luendama wankina Remi au wapombi au wa nguvu ile wakati E, walikuwa wazalendo walifanya kazi kubwa, lakini vurugu kama hizi hazikuwepo. Aziku, aziku, kabisa hazikuwepo na kwanza hata ile makamba ya kutoza barabarani hazikuwepo aziku, lakini walifanya kazi kubwa. Waone kwamba hii yale ambayo hao wazalendo wa sasa wanajiweka wana ndani ni kama vile wamepoteza malengo kuhusu swala za kamba hizo. Baba tuseme tena, kwa sababu sisi kama vile raia tunaikuwaomba sana wa viongozi wakati kama na yeye kila mtu hivo mashida kuna wale mpaka sasa hivi kuna walimu hawajapokea, kuna wengine wana wakazi wengine wasuhie kazi zao, isikuwa wakati wa moja wanazidi kuangaika, ndo wakati wengine wanazidi kupata, kwa sababu kama tu kutoka Katanga kufika Mkera mwinji ya Simbi ziko kama zote yule mtu namtilia kamba za zaidi kuliko kumchunga, namtilia kamba za zaidi za kumtoza kila leo kila pale, hana kazi yoyote ile licha ya hiyo licha ya ya, licha ya ya ya makamba, kuna unyenyesaji mwingine ambao pengine mnyinyi raia nyinyi shirika la Reem naona kwamba ni jambo ambalo pengine laweze kuvumilika. Sisi tukisema anatuambia sisi ni raia na mambo mengine ya jeshi ni wakati hatuweza kuyaongelea zaidi. Ndugu yangu, tunawapa macho kwanza na ni wakati tuseme hali ya usalama pale Simbi kwa sasa iko namna gani? Eh, usalama tu wa watu pengine kuingiliwa manyumbani kupora manjiani, kwa sasa siku hizi hali iko namna gani? hali ya usalama hapo, sio danganya kabisa, ni shwari. Hakuna uporaji wowote kwa sasa, na hata kwenye kijiji hakuna watu ambao wanaingiliwa manyumbani mwao kuibiwa nini. Hapana, hali ni ya usalama zaidi. Hizi siku za nyuma tumesikia kwamba sehemu za Kafulu kule Kalele kulikuwa na matatizo ya kuporwa nini, sijui, kwamba hiyo hali pia haikuafektee sehemu za, za za Simbi. Haya alisha kule kule kule wa kufika maeneo za Simbi, Simbi ni usalama zaidi kabisa. Kwa sasa tuna usalama itapungua tukile tokea jana ya ndugu zetu wawili, lakini usalama upo kwa sasa. Basi, kwa kumalizia mawangizi yetu, na una ujumbe gani kwa wazalendo ambao pengine wanaonekana e, wanaleta vurugu, wanauana, wanaua watu kwenye makamba, mfano wana wakati adui bado yupo njiani pahali ya kuweka akili zao zote kwa, kwa kupiganisha adui wao wenyewe kwa wenyewe, kwanza kuuana, kupunguzana, una ujumbe gani kwao? Ujumbe wangu kwa ndugu zangu ni upendo kwanza, tupendane sisi kwa sisi wakati tunapendana tutajua nini tutakifanya kwa ajili ya adui yetu ama anakuja kunyanyasa na sisi. Na raia tunawaomba wakuwe pamoja, wapendane na wakuwe nasikiliza viongozi wao, kwa sababu kuna yule hata viongozi wao akimwambia yeye atakuwa tayari kumsikiliza vizuri. Tunaomba wao wao pia wakuwa nasikiliza viongozi wao. Tunashukuru tuna, tuna, tuna sana kwa niaba ya, ya wasikilizaji wetu na watazamaji wetu, unaweza kujitambulisha mara mara ya mwisho? Mimi ni president wa Societe Civile NDC chungia Congo Pamalita. Kwa majina ni Leon Washikala Bulimwengu. Tunashukuru sana kwa muda wako wa kiongozi. Nashukuru pia, matamatisho ni hapo. Asante kwa umoja wenu kwetu. Mungu atubariki sote, alamsekee.